Hello guys, mambo vipi? Karibu tena katika chaneli yetu ni Space Decorations. Leo nitawaelekeza namna gani unaweza ukazihifadhi au ukazitunza njegere kwenye fridge au kwenye friza kwa muda mrefu zaidi. Okay, hapo ukishapata njegere zako hizo ambazo tayari umeshazimenya hakikisha unachemsha maji, maji yachemke kabisa Usiweke kitu katika maji yako, kama mimi sijaweka kitu chochote kwenye hayo maji. Na maji unaotakiwa uweke njegere ni maji yaliyochemka sana, na hizo njegere zako zinatakiwa ziwekwe humo kwa muda wa dakika mbili tu, usizidishe zaidi ya hapo kwa sababu zisije zikaiva. Ni dakika mbili tu na unaweka kwenye maji yaliyochemka kabisa. Kama wewe huwezi kukadiria dakika mbili, unaweza ukatumia saa, ili mradi usizidishe hizo dakika mbili. Zingatia sana kwenye swala la muda, kwa sababu ukizidisha huwezi ukapata matokeo mazuri. Njegere zako zinaweza zikakaa siku mbili tatu zikaharibika, lakini kumbe ulikosea ni namna gani ya kufanya maandalizi ya kuzitunza njegere zako. Okay, nadhani unaona njegere zinachemka, kwa sababu tuliweka kwenye maji ambayo yamekwisha kuchemka. Kwa hiyo hazijachukua muda mrefu sana, ni ndani ya dakika mbili. Bado njegere zetu zinachemka, lakini hazitachemka sana kwa sababu tunahitaji tu kwa ajili ya kuzitunza katika fridge au freezer. Okay. Sasa kwa hapo dakika mbili zitakuwa tayari. Hapo nitayachuja hayo maji kwa haraka. Lakini vile vile nitaongeza maji ya baridi. Au kama una mabarafu pia unaweza ukachanganya kama mimi nilivyofanya hapo ili tu upooze hizo njegere haraka. Lengo la kupooza hivyo kwa haraka ni kwamba hatutaki njegere ziendelee kuiva, kwa sababu joto lile joto la moto linaendelea kuivisha njegere. Kwa hiyo tunahitaji kuzipooza haraka. Kama hauna mabarafu, it's okay, unaweza ukatumia maji ya kawaida. Hapo tayari nimeshazichuja njegere zangu na nimezikausha vizuri kabisa, kama zinavyoonekana hapo, hazina maji hata kidogo. Mimi sitatumia sitatumia vile vikontena, nitatumia hizo hizo soft. Nadhani unaziona hivyo visoft, vinauzwa shilingi elfu moja mia tano dukani. Usichukue vile vya shilingi elfu moja kwa sababu vile mara nyingi vinatengenezwa vinachomwa Kwa hiyo vile vinakuwa sio imara sana. Nunua hivi vya shilingi elfu moja mia tano. Kwa hiyo naanza kupaki kulingana na mahitaji yangu. Mimi familia yangu sio kubwa, kwa hiyo nitapaki kidogo kidogo. Njegere kama hiyo inanitosha kwa mlo mmoja, kwa hiyo nitapaki kulingana na mahitaji, na wewe vile vile ukihitaji unaweza ukapaki kulingana na mahitaji yako. Kikubwa tu uzipaki vizuri na ufate maelekezo, njegere zako zinaweza zikadumu mpaka miezi mitano, nane na kuendelea. Ni wewe tu na utunzaji wako au uhitaji wako. Kwa hiyo njegere zetu hapo ziko tayari, nitatoboa matundu kama unavyoona, nitatoboa na vilevile vile nitaitoa hewa ambayo iko ndani ya njegere, kwa sababu ule ubaridi wa kwenye friji au kwenye friza utapelekea hizo njegere zitaganda, na zikiganda ndo mwanzo wa kuharibika in kesi umeme umekatika. Kwa hiyo zikiganda, yale mabarafu yatayeyuka, itazalisha maji, njegere zako zitaiva. Huo ndio mwisho hapo. Unaweza sasa ukawa ukaziweka kwenye frij au kwenye frize. Ziko tayari kabisa na zitadumu kwa muda mrefu zaidi. Nadhani mpaka hapo tumeelewana, sawa? Lakini vile vile nataka niwaelekeze njia nyepesi ya kutunza bamia, make kuna wengine wanadai bamia zitunzike, lakini hapana, bamia zinatunzika tena kwa miezi mingi zaidi, ili mradi tu ujue namna ya kuziandaa, namna ya kuzihifadhi, na pia malengo yako wewe, unataka utumie kwa muda gani? Hizo za kwangu nitatumia ndani ya wiki mbili mpaka wiki tatu sitaziosha kwa sababu pia maji yanasababisha vitu kama hivi viweze kuharibika, na hiyo yote tunafanya hivyo. Sizioshi bamia zangu kwa sababu kuna zingine unaweza kukuta zinaufa na nini, kwa hiyo maji yakaingia ndani, mwisho wa siku zikaoza. Kwa hiyo ni vizuri ukazifuta vizuri na kitambaa chako cha jikoni, na vilevile vile bamia zilivyo hivyo zilivyo katika usiziweke, kwa sababu zitasababisha na bamia zingine zikaoza. Utunzaji wa bamia ni rahisi sana sana kuliko hata njegere, kwa sababu hizi unaweza ukazichemsha, lakini leo nitawelekeza namna ya kuzitunza bila kuzichemsha. Zifute vizuri, hakikisha hazina maji yoyote yaani, ziweke kwenye hizo packaging zikiwa kavu kabisa, hapo zita zitatunzika kwa muda mrefu sana, we mwenyewe hutaamini. Unaweza ukazitumia hizo mpaka miezi mitano, kikubwa tu kusiwe na maji ya aina yoyote. Maji ndio yanayosababisha chakula kinaharibika kwa haraka zaidi. Kwa hiyo hakikisha hakuna maji yoyote, hakikisha bamia yako ni kavu, na hakikisha bamia unazoziweka hapo ni nzuri na wala hazijalainika kwa sababu bamia iliyolainika ina maana inaelekea kuoza. Unaweza ukatunza bamia zako ukasema, oh mimi niliweka bamia, lakini mbona zimeoza, lakini kumbe uliweka bamia zikiwa zimesha lainika, na bamia zikilainika ina maana tayari zinakuwa zimesha, yani muda wake wa matumizi unakaribia kuisha. Kwa hiyo kuwa makini kwenye hilo, weka bamia ambayo nzuri ikiwezekana, iwe ni shamba. Leo nadhani tumeelewana. Kama wewe ni mgeni katika chaneli yetu, usisahau kusubscribe, kushare, kukoment video zetu. Vilevile ukihitaji kupata video zingine, usisite kukoment na kutuambia ni video gani unataka tukutengenezeni. Specy Decorations, kama kawaida, tunakupenda sana, bye.